Hizi hapa candling machine. Hii hapa. Hii candling machine kwa ajili ya ukaguzi wa mayai baada ya siku ya kumi na nane kuyangalia kama yana vifaranga ndani candling hii inabeba tray moja ya mayai kama unavyoona hii hapa tray ya mayai 88 na tray hii siku ya kumi na nane naiweka hapa kwenye candling yetu mashine mwanga wa taa unazipiga zile mayai, unaangalia mayai ambayo tayari yana vifaranga ndani. Yale ambayo hayana vifaranga yanapitisha mwanga ndani, unaona yai kwamba liko jeupe, kama unavyoiona hii hapa. Kendoling yetu mashine, mashine kwa ajili ya ukaguzi wa mayai kuanzia siku ya kumi na nane. Inataza kutosha na hii ni sehemu ya kuwekea utaipata kwetu kwa, kwa gharama ya bei nafuu sana. Karibuni sana endelea kutembelea vifaa vya mifugo underscore tz. Mkibeta zipo za kutosha kabisa. Karibuni sana.